Life Wave International, Life Wave Tanzania inataka kuleta mapinduzi ya tiba hizi lakini kwa njia ya tofauti sana na ndio maana tumeamua kuzunguka nchi nzima kuambia Watanzania kwamba inawezekana. Tofauti kivipi? Uh, Life Wave International kwa baada ya tafiti zake kufanya imeweza kuona kwamba inaweza ikafanya matibabu bila ya mtu kuhitaji kumeza kidonge chochote, kuchoma sindano ya aina yoyote, wala kufanya upasuaji. Hata kama una uvimbe kwenye ubongo, kwenye mfumo wa uzazi na kadhalika, pingili zimesumbua, disket zimesumbua ukatibiwa bila ya kumeza kidonge na ukapona. Na tunasema Life Wave hatumezi vidonge, hatuchomi sindano, hatufanyi upasuaji, lakini tunapona kwa vibandiko patches. Uh, hii ni teknolojia yenye kutumia nishati ya mwanga mwanga wa jua. Uh, tuna shirika limeweza kudevelop aina za patches ama vibandiko ambavyo vinaweza zikatatua changamoto za aina mbalimbali mbali. Vibandiko hivi ubandiko kwa mgonjwa, kutokana na aina ya changamoto aliyonayo, inabandikwa tu juu ya mwili mwili ukishakuwa umesafishwa vizuri, msafi, umekauka. Kuna akapucho, uh, uh, akapucho point ambazo tunazi identify kwenye mwili wa binadamu ambazo zinaelekeza mali eidha kiungo tishu ama organi fulani ilipo, tukibandika pale inapeleka matibabu moja kwa moja pale. matibabu haya nini? ni nini ni nguvu ambayo inakwenda moja kwa moja kwenye seli zinazounda either tishu organi ama, a, a, a, seli fulani ya ule mwili, inaenda kuamsha either seli imelala, imekufa, ama imejeruhiwa, inaenda kuhuishwa na hizi nguvu zinazo zilizokuwa condensed kwenye kile kibandiko cha Life Wave. Kile kibandiko kinakuwa kina extra power ya GHK copper peptide. Ni peptide ambayo inaweza kuwezesha mwili kufanya matibabu yake ama kujitibu wenyewe. Maana tunaposema uh, kuamsha stem cells ama kuamsha mitochondrial cells za uh, uh, mwili wa binadamu ni kwamba sio kila seli ambayo imepelekea changamoto ya ugonjwa fulani imekufa, unaweza ukakuta imelala tu au imezidiwa tu ama imejeruhiwa tu, kwa hiyo performance yake inakuwa ni ndogo. Sasa mwili wa binadamu kwa umeundwa na cells hizi, cells zina aina ya nishati energy, ambazo zikiamshwa tu vizuri, mtu anarudi kwenye hali yake ya kawaida, anaweza mwili ukajitibu, ini likajitibu, figo zikajitibu, moyo ukajitibu na kadhalika. Kwa hivyo uh, Life Wave International imekuja na hii teknolojia tofauti kabisa, ambapo inaweza ikaponesha zikaponesha na zikamsaidia mgonjwa mwenye changamoto ya aina yoyote, as long as inahusiana na sel, ambapo mwili wa binadamu umeumbwa kwa sel. Kwa sasa shirika letu lina hospitali mbili makao makuu pale Dar es Salaam Kidongo Chekundu, na nyingine ma, kwa upande wa mikoa ya kaskazini pale Arusha, uh, mega complex mtaa wa Bondeni. Lakini lengo letu na dhamira yetu kubwa ni kufikia Tanzania, mikoa yote ya Tanzania. Sio kazi ndogo maana hata serikali unaona jinsi inavyojitahidi kufikisha huduma kama hizi maeneo mbalimbali ya nchi, bado hatujafika kwenye vijiji vyote. Kwa hivyo tunahitaji jitihada uh, za pamoja, ushirikiano wa wananchi pamoja na shirika letu endapo kuna mtu anasema mimi niko tayari, nina jengo langu, nina sehemu tunatuwakaribisha Life Wave Tanzania waje watufungue kituo pale, tuko tayari kufungua kituo mahala popote Tanzania. Sasa kuliko usafiri kwenda India, Uingereza, Marekani, basi tumekuletea hapa karibu, tutakusaidia sana kwa gharama. Kwa mfano, hautakuwa na gharama za ndege, hautakuwa na gharama za wasaidizi utakao kwenda nao India ama China ama Uingereza na Marekani, tumekuletea hapa Ma hii ni nafuu sana kwa watu wenye muktadha huo wa matibabu ya nje. Lakini hata kwa hawa Watanzania wadogo wadogo ambao hawana hicho kipato cha kuenda nje Tuna, wanaweza wakamudu huduma zetu kama vile nilivyosema, vibandiko vyetu vinaanzia elfu 35 kwa changamoto ya mtu. Kwa hiyo kutokana na baada ya sisi kufanya diagnosis ama wewe kutuletea vipimo vyako vya mahospitali ambao umewahi kutibiwa, tunaona tunajua huyu anahitaji vibandiko vingapi akapata huduma zetu. Uzuri wa matibabu yetu haya kwamba tukikupa kibandiko lese, unahitaji vibandiko vya siku 30, ukachukua vibandiko vya siku kumi hapo katikati ukakosa kabisa fedha za kuja kuendelea kumalizia hivyo vibandiko ishirini vilivyobaki, tutaishia pale pale tulipoishia, itakuwa imeshafanya kazi kubwa. Ukija umepata tena fedha kwa ajili ya vibandiko vilivyobaki, unaendeleza. Ni kama vile mtu anavyojenga, umeweka matofali hamsini, baadaye umepata hela, umekuja unaongeza mengine ishirini, umepata hela unaongeza mengine sabini, mpaka nyumba inavyokamilika. Hakuna cha kusema dozi imeharibika, sasa utaanza mwanzo. La hasha, hii inakwenda inajenga tu mpaka pale ambapo kibandiko cha mwisho kitaishia. Ukimaliza unakuja unabandika kingine, unabandika kingine. Jinsi hizi patches ama vibandiko vya Life Wave zinavyo vinavyofanya kazi. Kila kibandiko kina sehemu mahususi ama aina mahususi kwa changamoto ya aina fulani. Kwa mfano, tuna watu wenye changamoto za vimbe. Kwa mfano, akina mama ana uvimbe kwenye kizazi e, labda ana uvimbe kwenye shingo ya kizazi ama ovarian cyst ana fibroids. Tunavyombandika kibandiko hiki, kuna kibandiko ambacho kinahusika na maswala ya uvimbe. Kwa hiyo sawa, kuna complement ya GHK copia, pe, uh, peptide na na komponenti ambayo inashughulika na swala la kushrink ule uvimbe. Kwa hiyo tunavyombandika, kwa sababu tumeona ile acupuncture point ambapo tutabandika hile, tunajua kwa uvimbe wa aina hii, let's say uvimbe wa tezi dume au uh, ovarian cyst fibroids, uh, tunabandika chini ya kitovu cha yule mgonjwa, na unahesabu vidole vitatu chini ya kitovu unabandika, na ukibandika hiyo ita, itapelekea Uh, kwanza itahakikisha kwenye ule, uh, ule uvimbe imekata ile mawasiliano ya kupeleka hewa ya oksijeni, damu inazuia kuingia kwenye ule uvimbe, kwa sababu ule uvimbe unavyozidi kupata damu inapata oksijeni na lishe na nini unazidi kukua. Sasa hii hi, hi kibandiko kinaenda kuzuia hiyo hakuna damu itakayokuwa ikiingia kwenye ule uvimbe. Cha pili, itapelekea ule uvimbe kushrink, utasinyaa taratibu, wenyewe utasinyaa taratibu, mwisho utakuwa broken into simple cellular forms. Mwisho inatoka na jasho, inatoka na choo, inatoka na, na mate, yani namna yoyote ya excretion ya, ya utoaji taka mwilini itatoka na ule uvimbe, kwa hiyo mtu anakuwa amepona kutokana na ule uvimbe. Ninatoa shukrani kubwa kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Wizara ya Afya kwa ujumla, lakini sitaacha kutoa shukrani kwa shirika la uh, TMDA ambao wameweza kutupokea na huduma hii na teknolojia hii ya, ya vifaa tiba vya afya Tanzania, shirika letu ni shirika pekee ambalo lina kibali hiki ya kufanya uh, kuingiza hizi patches ama hivi vibandiko kama vifaa tiba vinavyotumika kwa matibabu mbalimbali mbali. Tunavyo vibali uh, vinavyoturuhusu kufanya uh, kuvitumia hivi vibandiko kama matibabu, uh, kwa ajili ya matibabu na tunaweza, tunaweza sisi ndio waingizaji pekee na wasambazaji pekee wa vibandiko hivi vyenye kuweza kutoa uh, suluhisho kwa changamoto mbalimbali mbali za mwili za za binadamu kwa Watanzania wote. Sasa tume, kama tulivyosema, tuko kwenye mikoa mbalimbali mbali ya Tanzania tukiweza kufanya uhamasishaji huu na introduction ya teknolojia hii, lakini wewe ambaye unahitaji wa haraka unahitaji huduma zetu, karibu katika hospitali zetu zilizopo Kidongo Chekundu, Dar es Salaam, kwenye uh, u, ule uwanja wa Jakaya Kikwete, tunatazamana na ule uwanja wa Jakaya Kikwete youth playground, lakini tuko kwenye jengo la Mkunazini hapo hapo tukitazamana na uwanja huo, ghorofa ya kwanza, utakuta hospitali yetu kubwa pale, makao yetu makuu. Lakini pia tuko Arusha katika jengo la Mega Complex pale, utakuta utaweza kupata huduma zako pale, Mega kompleks tuko gorofa ya tatu, mtaa wa Bondeni, Arusha. Na kwa wale ambao wako mbali, wanaweza wakawasiliana na sisi kwa namba ya simu a, namba ya mkurugenzi wa shirika 0788155 568. Huyo ni mkurugenzi wa shirika ambaye ni daktari mbobevu katika matibabu haya, pia ni daktari mbobevu katika uh, conventional medicines, tiba za kawaida pale. Atashughulika na wewe ata utapata matibabu, lakini pia unaweza ukapiga namba yangu moja kwa moja, ingawaje mimi nazunguka nchi mbalimbali duniani. Kwa sasa nashughulika katika nchi za Ethiopia, Uganda na Sudan. Sudan ya Kusini South Sudan. Kwa muda ambao niko Tanzania unaweza ukanipata, hata kama niko nje ya Tanzania unaweza ukanipata kwa namba yangu ya WhatsApp 0686 uh, 873440 namba ni 0686 873440 kwa wakati wote. Karibu nipigie, nitakuunganisha na madaktari wetu maeneo yoyote utakapokuwepo, hasa wakati huu ambao tuko kwenye campaign, na mimi ninapokea simu yako. Nisipoipokea nitumie ujumbe, huwa baada ya clinic nazipitia message zote, nasoma jumbe zote, naangalia miss call zote na nakurudia.